Na mstari wa 35, Biblia takatifu inasema tena, siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake, akamtazama Yesu akitembea, akasema tazama mwana kondoo wa Mungu. Mstari wa 38, wanafunzi wake Yohana wakamfuata Yesu. Mstari wa 38, Yesu akawauliza Yesu, aligeuka akaona wakimfuata, akawaambia mnafuata nini? Wakamwambia Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Biblia takatifu inasema ndipo Yesu akawambia njooni, nanyi mtaona. Wakaenda wakaona kapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa kumi. Kwa hao wanafunzi wa Yohana wa, wa, walipomsikia Yesu wakatamani kujua na kawapi, lakini alipomuuliza unakaa wapi, Yesu akamwambia njioni nanyi mtaona. Huu ni wito ambao Yesu aliwaita watu wale kwenda kwake. Huu ni wito ambao umekufikia leo wewe hapo ulipo. Yamkini ulikuwa unalia kwa habari ya magonjwa, yamkini ni kansa, yamkini ulikuwa unateseka kwa habari ya dhiki, yamkini ni ndoa, ndoa yako imekuwa na changamoto, umwelewi mume wako, labda unatabika, unateseka magonjwa yamekuwa mengi, mago madeni yamekuwa mengi, dhiki zimekuwa nyingi, lakini leo neno la Mungu limekujia nyumbani mwako. Yesu Kristo anaambia njioni nanyi mtaona. Njoo ushiriki pamoja nasi katika ibada za Pentekosti. Orebu njoo ushiriki pamoja nasi kupitia Salamba TV na Bright Nyahende TV. Kadini unapofuatilia mafundisho hayo na unapokutana na neno la Mungu, kuna vitu vingi, mateso, dhiki na tabu zitaondoka katika maisha yako, kwa kuwa nilishakwambia toka mwanzo ya kwamba nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Maneno hayo yanayokwambia ni nuru tena ni uzima. Maneno hayo anayokwambia ukiashika yana hatima ya maisha yako. Na Biblia inasema wale walipokwenda wale wawili, mstari wa arobaini na moja Biblia inasema huyo akamwona kwanza nduguye Simoni ndugu yake mwenyewe akamwambia, tumemwona Masihi. Unamwona hapa, kuna mtu mmoja anaitwa Andrea kwa mstari wa arobaini. Pale Biblia namwongelea Andrea alipotoka kukutana na Yesu usiku, akitu cha kwanza alichokifanya alipoamka asubuhi na mapema alikwenda kushuhudia watu Biblia pale nyuma imetuambia walikuepo wanafunzi wawili, lakini biblia inamtaja Andrea. Kwa nini Andrea? kama walikuepo wawili, huyo wa pili mwingine ni nani? Utamtafuta, hakuwahi kuandikwa kwenye Biblia. Kwa nini? Tofauti ni moja tu, Andrea alipokutana na Yesu, alipoondoka kwa Yesu kitu cha kwanza alichokifanya ni kwenda kushuhudia watu. Ndio maana mpaka leo biblia inamkumbuka. Ni kweli unaomba, ni kweli unafunga, ni kweli unamtafuta Mungu, lakini kuna mambo kwenye maisha yako yanaonekana hayabadiliki kuna mambo unataka kwa Mungu unaonekana uyapati, shida ni nini? Tafuta kuwa kama Andrea. Mungu anawakumbuka wanaomkumbuka. Kitu cha kwanza, alikwenda kushuhudia. Unaposikiliza neno hili, kabla neno halijaisha endelea kualika watu, fuatilia kipindi hichi, endelea kuwakumbusha watu kuna kipindi ambacho ni bora kwenye maisha yenu, wakifuatilie. Kadiri wanavyofuatilia kadiri wanavyofunguliwa kadiri wanavyosaidiwa, ndivyo Mungu anavyoleta baraka pia katika maisha yako na wewe.